ziparaundezi sihu njeu alayamu lbidhu al mndu yazwea ufungaze cumu izo zo ndaru halafu hawirwa ni chumu nzima hadi waza uusiku waheze nsihu hizo hakaudhwaniuka jana usiku mwezi kumi na hakwaze sihunje huzuka mwezi kumi na ndaru mwezi kumi na nne mwezi kumi na thano haina mwezi

amvuu ni mtume sallallahu alaihi wasallam ze sunna ngizo namna bili ze sunna gizo sunna dar ngabo sunna iporo arrawatib de ze sunna za adungananeze farudi ze swala asunnatu ratiba sunna yadungana ne swala ya faruhi izu gar zijuwao raka bili qabla al fajr na raka

Sunna ya raru sunna basi unjum sirini kwanza sali sali namna utakaanza haizo ze sunna zilo na sababu izo urudozi swali haina wakati hata zilo nyakati ka ile roza mwanzo kazi swali yani baada solati alfajiri, ka baada solati alfajiri unjum sirini, unjum sirini gawa na wudu swali tahiyatu almasjid la la roza salat alfajiri sha ila salilu na sababu au hutawaza

mwezi kumi na ndaru mwezi kumi na nne mwezi kumi na tano ngaboemfumndaru neyahowa ikazensihuizo zinona sunna muakkada zisuna izo huzea uzi funga huzea sitat shawali baadapo hukamwade umwezi wa shawali kujifunga ngorojwaho iliba ukaiyo sunna muakkada

angujwanzishiwaka huiswali wakati wa lazima ikauvirwa e nezetihu usiku jima harwezetihu ndaru zavumbulwa za hezi parondezetihu njeu mwezi kumi na ndaru mwezi kumi na nne mwezi kumi na tano e ikauvirwa ni usiku jima yavo haukaudiwaza haukana udhuri haukamwade ngwanzo uliwe ti lazima uliwea ngwanzo uliwe ili uhunde

ika haradi haono kaisi simwasamba vanu haonu kaisi weakaswalia rakaa mbili baada sunnath elfajiri kamuzisa we hamba kavalanjaswali za rakaa mbili za sunat elfajiri hikauziliva tumbekaja maba kaizo kazirendwa samtu